Jumbo, jumbo. Gavana wa Mombasa, Abdulswamad Shariff Nassir, alitingisha mtaa kwa kuzuru bila taarifa. Kuna mwangaza mpya na matumaini tele baada ya kutembelea sehemu ya mradi wa kukuza samaki. Ujio wa gavana na ushirikiano na mbunge wa eneo hilo pamoja na shirika la kijamii la Majestic imeletea wananchi faraja na hamasa mpya. Gavana alisema yuko tayari kusaidia kwa mradi huo ambao unaleta ajira kwa vijana, lishe bora na usafi wa mazingira. Kuna program ya waste collection ambao kwamba the county is purchasing zile tricycles. We can try and see what we can be able to do. Na hiyo hatchery, the CC wa Blue Economy atakuja hapa. Akae na nyinyi, muongee. Turegea hapa hapa tena tuone yakuwa imefanyika. The area MCA will follow up together with the, with the administrator we'll follow up until implementation of that project is done, ili tuweze kuwasaidia. Sawa sawa. Na nimeona samaki hapa. Kwa wale ambao kwamba wanaona kuwa ni maji machafu pale ndani kuna samaki. Vilevile vile, alimrai mkurugenzi aanzishe programu tumizi ya kuwezesha kufikia wateja zaidi nchini. Mbunge wa Jomvu Badi Twalib alimpongeza gavana kwa kuchukua fursa hiyo ya kutembea eneo lake mara mbili katika kipindi cha wiki moja. Leo nachukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa gavana kwa kufika hapa Majestic, halafu pia nachukua fursa hii kupongeza Majestic kwa ile kazi nzuri ambayo wanafanya. Hii ni mradi ambayo italeta ajira kwa vijana na already ishaleta ajira karibu vijana 200 plus. Alafu, vile vilevile kuna miradi mingi sana ambayo wanaendelea. Hii ni devolve function ya hii mambo ya samaki, kwa hivyo mimi pia nikutilia nguvu wao walivyosema kuwa wanataka hatchery, tuone kuwa governor tulitilie maanani hilo alafu pia tuone kuwa tuweza kuwasaidia na zile pesa za Kemsfed, ili waweze kuexpand project yao juu ya hii ambayo wanachukua. Badi ambaye anaunga mkono miradi ya kijamii aliwasihi vijana kukumbatia kazi bila kuchagua. Vijana, tufanye kazi na tuwache excuses, hata hatujapawa kazi kwa sababu si wote watakaopawa white collar jobs. Kazi nyingine lazima za kujiajiri kama hizi, ili mtu akija na mwazo kama Musyoki, hivi wa Majestic, ni jukumu letu kumuunga mkono 100% ili tufaidike sote katika jambo kama hili. Nataka vijana tubadilike, tuache ile tabia tu kila siku ni hiyo hiyo Weo utaomba leo, kesho mbunge hayuko diwani hayuko mwingine hayuko, utapata nini? Lakini leo wenzenu wanajituma, tonaibu leo wa burundi wauza kahawa na zile zaitwa KDF, KDF, na njugu alipa nyumba mburundi. Weo nkaa hapa, hata hakuna kazi Mheshimiwa hajanipa kazi leo, wewe aniona mheshimiwa anikojuav ndio, lakini hujui pale nilitoka, pale nilitoka hujui. Na leo mimi sioni haya kusema, kwa sababu ni ukweli, nilitoka huko kwa makabeji. But now namshukuru Mungu wamamilionia Hakuna mali zisizifika. Kwa hivyo mimi nataka kusema vizuri sana ya kwa kuwa, ikiwa mwingine alifaulu pia wewe waweza kufaulu, pia wewe waweza kufaulu. Mapema mkurugenzi mkuu wa Majestic Stephen Musyoki aliomba serikali ya kaunti isaidie katika kuunda kiwanda cha kutotoleshea samaki kikubwa zaidi ambayo tunaomba kwa gavana ni kwamba tuweze kusaidiwa kutengeza achari yetu, ndio pia wale vijana wengine ambao kuna fish ponds around, hiyo tunaweza kuuzia kwa bei rahisi, maana zile fingerlings si rahisi, ni very expensive. Na kuweza kutimiza ndoto kama hii basi itahitaji pesa nyingi sana, so for sustainability purposes tungeomba bwana gavana utushike mkono, tuweze kupata achari yetu na itakuwa wale vijana wengine ambao pia wako na idea kama hii, itakuwa ni rahisi kuweza kupata mbegu pia. Mambo na kuokota takataka kupitia ile app yetu, tungeomba pia governor tusaidie tuweze kushika Mombasa yote, maanake challenge ya takataka ni kila mahali, si Jomvu peke yake. Purity Zawadi, Majestic Digital TV.